Maranatha, maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Kwa jina naitwa Mvum Obed. Mimi ni mwana Maranatha, na tangu nimekuwa mwanamaranatha nimepata zoefu nyingi sana za pekee, na moja kati ya zoefu hizi nilizozipata ni pamoja na kuhudhuria juma la kufunga na kuomba yaani fasting and praying week binafsi ilinipatia uzoefu wa pekee, maana kiukweli nimewahi kufunga na kuomba mara kadha wa kadha, lakini sikupata uzoefu wa kufunga zaidi ya siku moja. Kwa hiyo binafsi nijiweze, nitawezaje? Lakini kaona moja nijaribu, nione na hakika niliona mkono wa Bwana ukiniwezesha na katika juma hili la kufunga na kuomba nilikuwa nikipata muda wa kuomba mchana, lakini kwa namna ya pekee usiku tulikuwa tunakutanika kwa pamoja kama wana Maranatha kupitia Google Meeting, na jioni hizi nilikuwa nikijifunza kusikia sauti ya Bwana na Bwana alinena pamoja nami kupitia mtumishi wake Meshek, ambapo alitupatia masomo kila siku jioni. Na vichache kati ya vingi nilivyojifunza kati ya juma hili ni kwamba mwili wangu unapozoofu roho yangu hustawi. Kwa hiyo, kwa sababu ilikuwa ni uzoefu wangu wa kwanza kufunga na kuomba kwa muda mrefu, nilijua mwili wangu utazoofu, nikasema sasa ita. njifunza ya kwamba mwili unapozoun utali kwa hiyo, nilipata nguvu ya pekee ambayo iniwezesha kuongeza idadi ya siku za kufunga na kuomba. Lakini pia nilijifunza ya kwamba natakiwa kudai ahadi za Mungu kwa ujasiri, kwani ahadi zake ni za kweli na za hakika. Kingine pia nilijifunza ya kwamba natakiwa kumtanguliza Mungu katika kila hatua ninayopiga katika maisha yangu, na napomtanguliza Mungu nipate uhakika kwamba atakuwa pamoja nami katika ile hatua ninayopiga. Kwa macho ya binadamu wende naweza kuonekana kwamba natakiwa nipige hatua hiyo, lakini kama Bwana hatakuwa pamoja nami, nisitoki nili hivi. Ni uzoefu mwaajabu sana ambao katika juma hili la kufunga na kuomba. Lakini kuna zoefu mwingine ambayo nimeupata katika kikundi cha Maranatha, maana niliwahi kuhudhuria usiku wa maombi, ambapo kwa mara ya kwanza nilikesha kwa ajili ya ibada, na hapo pia nilimwona Bwana akinena nani katika usiku ule, nami nimeamini ya kwamba Maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi.